Hallelujah. Eso ni paalwa Warumi nane ishirini na nane. Warumi nane ishirini na nane unasema? Yes. Nasi yes. Twajua ya kuwa yes. katika mambo yote. Ndio. Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao. Katika kuwapatia mema. Katika kuwapatia mema. Yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. When you are full as spiritual man Unapofanyika mtu kamili wa rohoni, what's happening? Jina la Yesu linaanza kuopereti. Na kivipi? Ni kwamba Biblia inasema Mungu hutenda kazi pamoja na wale wampendao. Haleluya. Mungu hutenda kazi pamoja na wale wampendao, katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. If you don't see any purpose of God in your life that is the first problem. Hallelujah. Kama uoni kusudi lolote la Mungu katika maisha yako hilo ni tatizo la kwanza. Kwan, angalia jirani yako, mwambie una kusudi gani na Mungu? Una agenda gani na Mungu? Anasemaje? So, everyone has a agenda with God na ilo kusudi Mungu anataka atende kazi pamoja na wewe. Haleluya! So awezi kutenda kazi na wewe, if you are not a spiritual man. So he try to convert you, anajaribu kukubadilisha kila siku. Sometimes, Mungu anaweza akakupitisha hata katika mambo magumu. kuna watu ni wabishi. Hallelujah. Kuna watu ni wabishi kama Sauli wauwaji haleluya. So ilibidi Mungu ampitishe kwenye kipimo kigumu, ashuke chini, ajue ha, kumbe nakusudi na Mungu mwana. Yesu asifiwe. So tunamwona Paulo ameangaika, ameangaika, ameangaika, akijua anampendeza Mungu anaua watu. Mungu akawambia wee, dawa yako ni ndogo tu, siuna macho ya kuwaona watumishi wa Mungu eh? nakwenda kuwaua alipokuwa njiani akampiga upofu akasema hapa ndaowaje? Tena Mungu akamtuma mtumishi wake kwa ajili ya kulikomboa kusudi lake, ili aanze kutembea pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. So jioni ya leo natamani Mungu akaanze kutenda kazi pamoja na wewe. Nasema jioni ya leo Mungu aanze kutenda kazi pamoja na wewe. Sijui unakusudi gani na Mungu, unatamani kumfanyia nini Mungu? Lakini kwa sababu umefanyika mtu wa Rohoni, Mungu aachilie nguvu ya kutenda kazi pamoja na wewe. Biblia inasema naweza mambo yote katika yeye antie nguvu. So there is a power of working with God. Hallelujah. Simama kwa miguu yako, yes. Katika kitabu cha Yohana 14:12 hadi 13, what the Bible say. Nitakusoma, naomba unifuatishe, sema, amini amini nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo yeye naye atazifanya nam kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Mstari wa kumi na tatu anasema nanyi, mkiomba lolote kwa, kwa, kwa jina langu hilo nitalifanya ni ili Baba atukuzwe ndani ya Bwana. Wangapi wamelielewa neno hili? Yesu anawaambia au anatuambia kwamba mimi ninakwenda kwa Baba, ila kuna kazi ambazo bado zinahitajika kuendelea kufanyika hapa duniani. Na akikuangalia wewe leo, anasema I see Joel. I see Esther. Must do this work. Afanye hii kazi, lakini nimempa jina anataka aone matumizi ya hilo jina, kwa sababu anasema kazi zaidi ya hizo yeye atazifanya. So Yesu anategemea kazi kubwa itendeke kupitia mikono yako. Yesu anategemea kazi kubwa itendeke kupitia kinywa chako. Yesu anategemea kazi kubwa itendeke kupitia fahamu zako, katika huduma na utumishi ulio nao, katika maisha ulio nayo, katika familia ulio nayo. Jesus Is looking for you to do a great work. Kama uko tayari kuzifanya kazi kubwa kuliko. Hajasema kazi kubwa tu. Kazi kubwa kuliko nyanyua mikono yako juu. Kazi kubwa kuliko. Kama mtu aloni Yesu anategemea ufanye kazi kubwa kuliko. Kazi kubwa kuliko. Sema, baba yangu, baba yangu, jioni ya leo nimetambua ya kuwa mimi ni kiumbe kipya, na ya kale yote yalikwisha pita, yote ulicha yafuta, tulianza ukurasa mpya na wewe, lakini bwana majina mapya na ninaelekea majina mapya 2025 ninahitaji new dimensions za kutembea katika roho kama mtu wa rohoni sema baba yangu baba yangu increase my dimensions ongeza viwango vyangu nipandishe viwango vyangu yakale yamepita yakale yamepita yakale yamefutika sasa yako mapya na yajayo ni makubwa